Sio bifu ili, sio bifu ni kwamba ni watu ambao wana, ni kazi zao wanafanya kila siku, vitu matukio kama haya e, matukio kama haya yakifanyika hapa yanaonekana watoto wa matejoo wao ndio wabaya, kumbe wao wanafanya matukio ambayo husababisha watu wengine waonekane ndio wabaya. Lakini matejoo sio wabaya, wao ndio wabaya. Huwezi wa wa kuja usiku kwenye msiba Mnakuja na kirikuu mmebebana, watu nane kumi, mnakuja mnaingia kwenye msiba, mnatukana wa mama, mnarusha mae msibani, mnatukana, mnapiga, mnatoa visu, mna na nini, mnasema hiyo. Nataka tuwe fundisho kwamba kesho na kesho kutwa wasirudie mambo kama haya. Ingewezekana serikali ingetoza kibali, watu kama hawa wapigwa mapema, wauawe. <laughs> Eh, hey, kwa sababu gani wanatunyima uhuru tunachotaka kukaa na kuenjoy. Msibani na kuenjoy. Wakaa msibani na friend na wafariji watu. Watu wanakuja msibani na kuja na mapanga. Msibani mapanga wanisema kuruhusiwa mapanga. Tuko jumuu. Eti, watu wamejikoka, watu wamejikoka wanakuja wamejipanga huko chipsi pro hapa. Ashonguza chipsi ameingia mpaka ndani. Anakimbia. Watu wana

Kwa hiyo inamaanisha serikali yetu sisi haituungi mkono, inatudunisha vijana chini. Tunakuwa kila siku, matukio yanatokea, tunaonekana sisi vijana, sisi ndio tunasababisha matukio yanatokea, kumbe zaidi kuna ngazi ya juu ambayo inasababisha matukio yanatokea. Sisi wameumizwa wa,